Utafiti wa hivi karibuni uliofanywa na kampuni ya utafiti wa maisha ya kijamii Lon Life yenye makao yake London, umebaini kuwa zaidi ya asilimia 75 ya wanaume ni waaminifu zaidi kwa vinyozi wao kuliko wapenzi wao. Takriban asilimia 60 ya washiriki walikiri kuwa wamekuwa na kinyozi yuleyule kwa zaidi ya miaka mitano, huku baadhi wakisema kuwa bado wananyolewa na kinyozi wao wa utotoni. Wengine walisema wanarudi kwenye maeneo yao ya zamani baada ya kuhama ili tu wapate huduma ya kinyozi wanayemwamini. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, kubadilisha kinyozi si jambo rahisi kwa wanaume, kwani asilimia 45 wanakwepa kinyozi wapya kwa sababu hawapendi kuelezea mtindo wao wa nywele kila mara. Asilimia 30 hawaamini mtu yoyote kwa hofu ya kupata mnyoaji asiye na ujuzi. Asilimia 25 wanahofia usafi wa kinyozi wasiomfahamu, wakiepuka maambukizi yanayoweza kutokea. Ripoti inahitimisha kwa kusema kuwa ingawa mahusiano ya kimapenzi yanaweza kubadilika, uhusiano kati ya mwanaume na kinyozi wake ni mtakatifu. Ni uhusiano wa uaminifu na wa kuelewana bila kusema mengi. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.